Naibu wa Rais Profesa Kithure Kindiki yingine, kwa mara nyingine amewakashifu viongozi wa upinzani kwa kile alichokitaja kuwa siasa chafu za kuwatenganisha wananchi badala ya kujikita kwenye mashindano ya sera. Akizungumza Alhamisi hii katika hafla ya uwezeshaji na utoaji wa ufadhili kwa vikundi mbalimbali huko Kitui Kusini, Kindiki ambaye amekuwa kwenye msururu wa ziara eneo la Ukambani, aliwalaumu baadhi ya viongozi wa upinzani kwa kuendeleza siasa za ukora na ukabila mashindano tu ya sera. Mwenye anapata anashukuru Mungu, anakuwa kiongozi wa kila mtu. Mwenye anakosa pia anangojea, labda Mungu atamsaidia siku ingine niuknataen hakuna uadui, no problem a. Unaona, sisi tuko relax, hatuna stress. Naona watu wengine huko wako na stress na kisirani kisirani kubwa na asira na stress. mtu wako na kisirani inatoka hapa inafika Cape Town, iko ubaya wote. kusimama na wanabiashara wadogo -wado. Kuna watu wanatuambia tuachane tuwa na hii maneno, tuendelee tusonge mbele, kusimama na wanabiashara wale wadogo wadoowadogo nione wana anasema hii program, huku akimpigia Rais Ruto debe kwa uchaguzi wa mwaka 2027. Profesa Kindiki alidokeza uwezekano wa kumtafuta kiongozi wa chama cha Wiper, Kalonzo Musyoka kwa mazungumzo ya utangamano na kufanya kazi pamoja. Akuje asikuje, wangapi? Anasema rais, akuje siku ya mashujaa. ya mwisho wakaniambia, kwa sababu yeye ni watu yake wale, wengi mlimpigia kura na anasema asante. Wale hawakumpigia siku ile ingine, anasema asante kwa sababu utampigia Next time yeah. Eh, yeah. Si nimesikia mmesema yeah. Ni two time si two yeah. Ni two time si two time yeah. Wangapi wanasema two time two time yeah. Two time two, term, two, term, two, term, two term. So... Please, mukiona our brother Stephen Kalonzo, mimi naheshimu Kalonzo sana. Mimi umesikia nimetusi Kalonzo? Hapana. Mesikia ni memdharau hata sikuboja? Hapana. Umesikia mimi nimedharau medharau Kalonzo hata sikuboja? Kwa sababu ni mtu mzuri, lakini kuna watu nimeona wanamnyemelea kumpotosha na kumwambukiza na siasa ambaye sio yake. Yeye ni mungwana, yeye ni wakili kama mimi, ni mtu mungwana. Sasa ile grupu ako naye hapo huko, wakora hapo wanamuingiza kwa maneno ya <tisupamu inyafika> ya ukabila na vita na kisirani. Hapana, so lakini nitamtafuta ndugu yangu, nitamtafuta, nitamtafuta namna hii, namna hii, namna hii, namna hii, namna hii, namna hii, namna hii. Viongozi walioandamana na Kindiki wakiendeleza msururu wa semi hizo za kumpigia Rais Ruto debe na kusuta wanasiasa wa upinzani kwa siasa za ukabila na kupiganisha wa Kenya, haswa wakimlenga aliyekuwa Naibu Rais Rigathi Gachagua. Nataka niulize nyinyi watu wa Mtomo, unataka kwenda na wale wanasiasa ambao tunataka maendeleo ama mnataka kwenda na wale wale ambao wanataka vita katika nchi ya Kenya? Wale wanasema tunataka maendeleo, mtuoneshe kwa mfano. Mwisho nikimalizia hapa bali mimi nitarudi hapa na sitaki mambo mengi ya tabia mbaya, kwa sababu ya ukabila, kwa sababu ya kupiga viongozi wengine vita. Eti wanakuja hapa sisi, sasa wanasema nyinyi ni kazi. Nyinyi mtakubali hiyo maneno kweli? Wakati alikuwa na bajeti ya mabilioni hakukumbuka wamama wa hapa Kitui, wakati alikuwa nao maaskari na nguvu zote hakuwakumbuka, saa hii amekuwa akarubandika kama kina Bwile ndo anakuja kutuita sisi ni makazi, sisi tunamwambia hatutaki ukazi na wewe, kwa sababu haukutukubali na sisi saa hizi hatukukubali. Kambi ya upinzani inayojumuisha viongozi kama Rigathi Kashago wa DCP, Kalonzo Msioka wa Waipa na Eugene Wamalo wa DAP miongoni mwa wengine, imekuwa ikikosoa serikali ya broad based ya Rais Ruto na kiongozi wa ODM Raila Odinga wakidai kuwa imeshindwa kutekeleza masuala ya msingi kwa na kwamba Rais ruto stahili mhula wa pili. Chris Sifuna, Runinga Etandao.